Hawa ambao tuko mbele yao leo, Wakristu hawa, kondoo wa Mungu hawa ambao Yesu aliwafia msalabani, akawanunua kwa damu yake ya thamani. Mimi na wewe na viongozi wengine ndani ya kanisa letu, ndani ya dasi yetu, tukumbuke namna walivyotuheshimu hawa Wakristu, namna walivyotubeba, namna ambavyo wamekubali tukupanu Kristo wamekubali kutukanwa na familia zao na marafiki zao na watoto wao, wengine hata ndoa zao zimecharika kwa ajili ya kutupenda sisi, wengine hata wametengwa na koo zao kwa ajili ya kutukimbilia sisi na kutuheshimisha sisi. Nisingekuwa kanisa kwa ni kwa kwa hawa, kondoo wasingekuwepo, nisingekuwa kanisa wakristo hawa, ndugu yangu Mwambola mimi na wewe tutaua, wamechoka mno na mgogoro, wamechoka mno, wamechoka mno. Hawa kondoo wa Mungu hawa wanatamani wasikie habari njema za wokovu. Wanatamani wakarijiwe na neno la uzima lakini wasisikie habari za askofu amegombana na msaidizi wake, askofu amegombana na mkuu wake wa dini, askofu amegombana na wachungaji wake. Hayo hayo wabariki, yanawavunja moyo mno. Asante sana, sana. mimi na wewe ndugu yangu, Mungu atusaidie kuumbana, kuumbana kushikamana amina, pasipo kuangalia madhaifu yetu, tushikamane na tuombeane, yeah. Kumbuka ndugu yangu tulikotoka, kumbuka tulikotoka, na kumbuka hata siku moja tumelala wote rumande, tukaoga maji ya baridi, tukaoga maji ya baridi, tukaenda tuka pepe Kuvua na mashati madogo yetu yakawa nje. Kumbuka na kila wakati, kila wakati hasira ikikuwaka, lakini usimwangalia askofu. Hawa kondoo wataumia sana nikifanya hivyo. Kumbuka Wakristo hawa wengine wametoka Songwe, wengine wametoka hapa Mbeya, wengine wametoka kila kwa nini wamekuja? Wamefurahi unaporudi kwenye utumishi wake. Ninakuombea kwa Mungu, ninakuombea kwa Mungu sana sana, nakuombea kwa Mungu. Ninaongea haya, najua wewe sio malaika, ni mwanadamu. Nakuombea kwa Mungu. Na kanisa, naomba tumuombee mtumishi wa Mungu, tumuombee anaporudi arudi kwa nguvu zote, akipata baraka zenu na msara zenu. <tune> Nataka nimalizie hili, Chungaji Nyibuko Mwambola. Nilipochaguliwa kuwa askofu kule Tukuyu, alikuja mama mmoja jioni kabisa, nimechoka tena, alikuwa atembea kwa mguu ili nifanye mazoezi. Alikuja mama mmoja ambaye sasa hivi ni marehemu, akasema askofu sasa umekuwa kiongozi wa kanisa, umekuwa baba. Nikasema ndiyo, nikasema, nikasema, akasema ninakuombea sana. Nikasema akasema, lakini ninakutahadharisha. Akasema tembea kama mama mjamzito wa miezi nane au miezi tisa. Sasa nikaogopa tena, mimba kwangu, mimi mimi si mwanaume, lakini alimtahadharisha, akasema tembea kama mama mjamzito mwenye miezi nane au tisa, akasema mama mjamzito mwenye miezi nane au tisa akasema, hatembei kwenye njia ya mteremko tena yenye utelezi, kwa sababu ataanguka na mtoto atapata shida. Ndiye neno mpaka sasa linanikumbuka mimi. Leo kama askofu, ndugu yangu, naweza hata nikatukanwa, lakini nasema kwamba huyu ni shetani, anataka anisukume nipite njia ya utelezi yeah. Wachungaji lolote ninawaloteli na nyamaza kimya awaikane sio msemaji. Nasema mimi ni baba, Mungu amenipisha mimba kubwa hii, ambalo ni kanisa lake, na mimi nikijibu kama alivyosema huyo, kanisa la Mungu litapasuka, kanisa la Mungu litaumia. <coughs> ya wosia uliyosema kwangu na yote bila kubeza hata moja, Mungu anisaidie na tusaidie sisi wote. Niwashukuru sana ndugu zangu wote, kipekee kaka zangu, asante sana kwa ushauri wenu. Kuna wakati wito wangu ulitindika, lakini mlihakikisha mnanishika naishi kama mchungaji. Nawashukuruni sana. Nimewiwa sana Baba Askofu na washarika wa Kela ambao nawaona mbele yangu, wametunza sana wito wangu, wamenishika, wameniombea, wamenitia moyo. Ndugu zangu wa usharika wa Kela, nimefurahi askofu aliposema atakuja kukutana nanyi, lakini asanteni sana kwa furaha. Mungu wawakunduka wabariki kwa kuchochea wito ndani yangu. Amen. Nitakuwa mtovu wa, wa fadhila nisiposema wazee wa kanisa wote Wakristo wote wa kanisa kuu na Wakristo wa sharika zingine kwaya zote asanteni sana kwa kutuumba na kututia moyo mm. Shukrani za dhati zimwendee askofu mkuu kwa moyo wake wa uchungaji kutukusanya pamoja hata tunaonekana hivi tulivyo tusipompelekea shukurani zetu za pekee tutakuwa watovu wa falila. Amefanya kazi kubwa ya kichungaji, maana Biblia inasema hei wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu <tabu> askofu na kuomba kwa moyo wangu wa dhati, ukiongea naye baada ya jambo hili umpelekee shukurani zangu za dhati kutoka moyoni mwangu. Asante sana kwa safari yake ya kichungaji. Mwisho niseme neno hili askofu. Uh, tumesema mengi, tumechelewa sana au tumekwenda sana lakini itoshe. Kitakachofanya tusimame na kanisa litembee ni upendo. Tusiwe wanaharakati, tuwe watumishi wa Mungu. Bwana awabariki sana.